Sio ushirika. Sasa maisha mengi ya Mkristo ametoka kwenye ushirika. Haleluya, amina, haleluya. Lakini neno neema linamaanisha nguvu ya Mungu ya kutatua yasiyowezekana. Kutatua sio nini? Yasiyowezekana. Naomba angalia Efeso, nanyi Zakaria 4 mstari wa saba, kutatua yasiyowezekana. Kwa hiyo ukiwa na uwezo Mungu akakupa huo uwezo wa kutatua yasiyowezekana, maana yake neema imekuwezesha. Neema inafanyaje? Imekuwezesha, imekuwezesha. Pasipo neema hauwezi kutenda chochote, ndugu yangu. Neema inakupa uwezesho.